Mentality yenu ikoje? Ile hamu ya ambapo uko mnafanya comeback na yeye ambapo mko kwenye fainali, kombe liko uwanjani, situation yenu ikoje huko? Uh, kuanzia kwenye training na dressing. Anaweza kusema kwamba imekuwa ni miaka mingi e, tume tumeshiriki hatua za robo fainali nyingi na tumeweza kupata matokeo. E, ambayo yanakuwa ni comeback nyingi ambazo tumekuwa tukizifanya pale kwa, kwa Mkapa, lakini kuelekea katika mchezo huu tuko nyuma ya ya, ya goli mbili naweza kusema, lakini hizi dakika 90 tunaanza kucheza ni dakika 90 mpya. e, kikubwa sisi kama wachezaji na hali yetu sisi kama wachezaji iko katika kustiki na plani ya mwalimu ambayo tumeifanyia kazi katika wiki hii nzima kuhakikisha kwamba kile ambacho tunakihitaji tunaweza kukipata ndani ya dakika 45 mpaka dakika 90 ili kuweza kufanya kile ambacho tunachokihitaji, hisi kama wachezaji. Kapombe, historia ni mwalimu mzuri, mnacheza fainali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1993, pengine ukuwepo lakini umeyasikia mengi, na hali ilivyokuwa watu walisikitika sana, hili leo mnacheza fainali baada ya miaka hiyo thelathini na miwili kasoro um, katika kambi na mnavyoambiwa na viongozi na kaka zenu wengine waliokuwa wachezaji, ili linawapa msukumo kiasi gani kuelekea katika mechi ya marudiano ambayo mna nafasi pengine ya kubadilisha kile kilichotokea mwaka tisini na tatu dhidi ya Stella Abidjan Dar es Salaam. Eh, najua e, wakati fainali hiyo inacheza, sisi wengine tulikuwa hatupo na pengine tulikuwa wengine hatujazaliwa na wachezaji wengi walikuwa hawajazaliwa, lakini historia ipo na tunaisikia kila siku kwamba e, Simba iliwahi kucheza kucheza, kucheza fainali ya mashindano haya e, na katika mchezo ule waliweza kupoteza wakiwa wakiwa nyumbani hiyo eh, historia ipo na kila siku tunaendelea kukumbushwa. Kwa hiyo sisi kama wachezaji, na sasa hivi tupo katika katika hatua hii kikubwa, naweza kusema kwamba tupo hapa kucheza huu mchezo na tupo hapa kucheza kwa ajili ya hisia za Watanzania kwa ujumla na wanachama wote wa Simba, kuhakikisha kile ambacho wana Simba na Watanzania wote kiu yao, ili sisi tuweze kuhakikizi kiu yao na mahitaji yao katika mchezo huu. Kapombe Uh, mambo mengi yalizungumzwa wakati tunaelekea kwenye mchezo wenu wa kwanza wa fainali dhidi ya Berkane, hususani kwenye mabadiliko ya, ya uwanja mengi yalizungumzwa nje, lakini nataka kufahamu nyinyi kama wachezaji, hiki kiliwaondoa mchezoni kuelekea kwenye mchezo huu baada wa ya kuamishwa kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa kuja hapa? Uh, naweza kusema kwamba e, sisi kama wachezaji e, na timu kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla hakuna asiyependa e, mchezo huu kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kila mtu alikuwa anapenda na ana, ana, ana wish kwamba mchezo huu ungechezwa ungechezwa katika uwanja ule, lakini e, maamuzi yaliotoka kwetu sisi hatuwezi kupingana nayo, lakini naweza kusema kwamba tangu tumefika hapa sisi tumeenjoy maandalizi ya hapa ambayo tumeyafanya, naendelea kusema kwamba tunaenda kuenjoy fainali kwa sababu tupo hapa na tunajua tuko hapa Zanzibar, tuna sapoti kubwa ya watanzania na wanachama wengi wa Simba. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tupo hapa na tunafeel kama tuko nyumbani. Hakuna hakuna ani tofauti na, na Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika Benjamin Mkapa tunakileta hapa, wala hilo halina shaka lolote.